Kutoka ardhi ya ndoto tunainuka. Nephew anawashanga zoni yetu hai, wo wo wo. Nephew, inakuwaje sasa? Leo bwana, leo nataka niongee story fulani serious kidogo, lakini kabla sijaendelea, nataka nitoe shout out kwa wano na nimebahatika kuongea na faunda wa wano hivi karibuni. Atanipa jibu ni siku gani nitafanya naye mahojiano ili yale maswali mengi ambayo mnamuuliza ataweka hewani kwa jibu, mpaka kisafisho ile mkojo, na na no, mkojo utoke. Sasa nataka nikwambie, unajua amaunt ya kitu kibaya inaweza kawa kidogo sana, lakini hata weke mazuri mangapi uweze kusawazisha na hiyo. Vilevile nataka nikwambie kwamba kwa watu ambao mmekutana ukubwani, kuna mtu mwingine amepitia paini fulani, amekwama pale. Unaweza ukashangaa u jamaa, tatizo ni dogo, kwani sijui asipite nini. Heshimu alichokwambia bana. Hey, mimi kitu hiki na hiki sitaki kwa sababu kila mtu ana background fulani. Hapa ukiminya hivi inamfanya alie, anakosa furaha, anasimama. Kuna watu walipoteza kazi nzuri, kuna watu walipoteza ndoa, mahusiano, kuna watu wengine walifiwa, kuna watu wengine ndio walimtegemea mtu fulani, amekata tayari kamba. Kwa hiyo mimi nachokushauri, utakuja kupigwa ngumi mtaani, utashangaa tani ya watu unaowajua usowajua tani. Ukiona ameanza kubadilika mpoteze, achana naye hata kwenye ma group yenu ya social media posti posti posti, mambo lakini sio mtu unamtaka kumgusa mtu feelings lin hey, hey. Nephew, mimi napendaga kuabga habari mapema, kikitokea tulipigie simu, unaniambia told you. <laughs> kwa herini haya, kumbuka hayo hm. Nephew, Zone Yetu.